ya umeme ya Kenya Power imekamilisha ujenzi wa miundombinu ya kuunganisha na kusambaza umeme katika kaunti ya Kitui, mradi ambao utaboresha huduma na udhabiti wa usambazaji wa umeme kwa wakazi wa kaunti hiyo ya Kitui na ambao unaaminika kugharimu takriban milioni 22. Sebastian Maria anaarifu. Kutokana na ukosefu wa umeme katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Kitui, kampuni ya umeme ya Kenya Power imekamilisha ujenzi wa njia kuunganisha umeme kati ya kaunti za Kitui na Machakos kwa gharama shilingi milioni 22. E, sasa ya stima, watu watu wa sana. Watu wa mwingi sana. business kama areas ingine, kama za Sekuru, kuna areas zimewekwa kunazimewekwa ikiingia stima zimemaliza kama miaka 8 na hivi watu wa huko wanajengewa wapewa stima. Haya, tauni zingine kama tauni ya Ziguru kuna siku stima hazipatikani kabisa, kama siku ya Thursday Wednesday na siku zingine, unapata hata kazi huko haiwezi endelea. Haya, hapa tauni ya mwingi kuna hiyo shida, sio inaonekana inaendelea. Unapata ni, ni, ni, ni, ni masaa ya mchana watu wa, watu wanahitaji stima wafanye kazi kama watu wa winding, watu wa saluni. ili kupanua upatikanaji wa umeme katika kaunti ya Kitui na kupunguza upotevu wa nishati kutokana na laini zilizozidiwa, kampuni ya Kenya Power inatarajiwa kujenga kituo cha kusambazia umeme eneo la Mbitini ili kuboresha usambazaji wa umeme na kupunguza kukatika kwa umeme. Nguuni village katika hiyo barabara yote ya Kitui South, maali pale hakuna stima. Kwa shopping center iko kwa barabara ni Mbooni hiyo tuweke hapo ndio iko busy na ni only one town. Mradi huo utaboresha utoaji wa huduma na uzoefu wa wateja kwa kuboresha ubora wa umeme wanaopokea kutoka kaunti ya Machakos na ambao mara nyingi ulikuwa ukipata hitilafu kutokana na na umbali wake. Nyingi tumekuwa na shida mingi sana ya stima kama almost kila wiki stima inakuwa haionekani na ikipotea hatujui shida ni nini. Ya dispensaries ambazo ziko huko mashinani hazina stima na pia kunakuwa na mambo mengi sana mangumu kule. Mara mingi tumekuwa tukiona matukio ambayo stima zinakatwa kutoka asubuhi mpaka jioni na azirudi, na vitu kama hizo zina affect sana wanabiashara, hasa sisi ambao tunategemea sana stima kufanya kazi zetu, zinatu affect kwa sababu stima ikikatwa, kuna biashara zinasimama kwa sababu zinategemea stima fuli na wakati stima zimekatwa, biashara isongi, lakini ule mtu wa stima anakuja anadaisha pesa, na wakati alikuwa amekukatia stima hakuhesabii masaa kama hayo. Tuhakikisha ya kwamba stima zimewekwa, power imekuwa connected, watu wasaidike. Kuna mashule ambazo zimewekwa vikingi za stima, zikaweka pale nyaya zimeshikanishwa, na bado watoto hawasaidiki. wa na stima, hakuna vile inasaidia masomo, ayaendelei. Wale wanasoma preps, watoto wetu hawasomi kwa sababu hakuna power. Sebastian Maria, Undugu TV.